Na mtazamaji wa Manyunyu TV ni moja kwa moja kutokea katika eneo la Kisonge hapa vilipo viwanja vya Mapinduzi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tumefunga safari zote hizo kutoka Dodoma mpaka hapa kuja kuhakikisha kwamba tunashuhudia, lakini pia kukuletea matukio yatakayokuwa yanaendelea katika safari ya mwisho ya mtangazaji nguli kabisa wa habari Charles Martin Hila, wakati tunatengeneza sheria ya vyombo vya habari, aliwahi kuniita akanambia, dogo, hapo umechemka, kuna jambo mle kwenye zile sheria. Akanambia hii umetusukuma, lakini umechemka. Lakini mbele ya marehemu Charles tulikuwa tunacheka, tunafurahi. Mmoja na kustajabisha, aliingia na studio, aliingia studio na radio hizi ndogo hizi, anacheza singeli ya, tunakaribia kusoma kusoma habari, akaingia anacheza singeli, alafu anaambia watu wasipige kelele, wanamundoa kwenye moto. Kwa hiyo kila mtu alicheka, akawaza huyu mzee anawaza nini kwenye kichwa chake. Yako mengi kwa kweli. Ni kweli kwamba Charles alikuwa niambia wazi kwamba mimi ndio nilikuwa kivutio chake cha yeye kuingia kwenye, kwenye kazi, sawa. Lakini alipopata kazi akawa sasa si mtu tena wa kufanya utani ule utani wa ambao alikuwa nao, lakini anapofika kazini alikuwa anahakikisha anafanya kazi. Sasa kitu ambacho mimi kwangu nilikuwa nakipenda sana sana. Bado tuko hapa katika viwanja vya Mapinduzi, eneo linaitwa Kisonge hapa Zanzibar. Wakati nilipohitaji mkurugenzi wa mawasiliano ikulu nilimpigia simu mimi mwenyewe. Sisi bado tuko hapa Manyunyu TV kuhakikisha kwamba chote kinachoendelea hapa Zanzibar tunakuletea hapo ulipo, ili uweze kushuhudia. Endelea kutufuatilia na hakikisha kwamba una subscribe channel yetu kwa uzuri kabisa, ili uweze kuona kila kitakachokuwa kinaendelea. Ameondoka wakati ambapo ndio tulianza kufurahia utu uzima wake. Charles alikuwa ni mfanyakazi mzuri sote tunatambua kazi kubwa aliyokuwa anaifanya, na jinsi unavyofanya vizuri, ndivyo ambavyo itakupatia mafanikio ya kuwaona wengine wakuchukue, kwa maana itafika wakati huna haja hata kuandika barua, watu wenyewe watakuja kukufuata wananjokwetu. Na ndio hivyo, hapa nipo na kuhani na mwalimu Musa Richardi Mwacha kutoka Dar es Salaam mpaka Zanzibar. Kwanza pole na msiba mwalimu. Asante sana.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 mtazamaji wa Manyunyu TV, kama ambavyo tumekuwepo hapa tangu asubuhi, unaona hapa hili ni jeneza ambalo limebeba mwili wa marehemu Charles Martin Hira. Mzee Charles uh, ni mtu wa watu, na usipokuwa makini huwezi kujua kwamba ni Mkristo ama ni Muislamu kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na upendo kwa watu wote. Marehemu Chaza amekuwa mwalimu wako katika maeneo mengi, japo hata kama ni kwa muda mfupi, lakini hata kabla hujaanza kufanya naye kazi ulikuwa unamtizama, kwa sababu ni mwandamizi katika eneo hili. Nini unatamani kukifanya kama sehemu ya kumwenzi Chaza? ya yes, kwamba alitamani kila mtu azungumze Kiswahili. Wasa, nataka ni wahakikishieni kwamba nitaenzi kazi aliyonifanyia. Ndiye aliniajiri Radio 1 mwaka 1999 a 99. Charles ameondoka na, na, Charles ameondoka, na leo tutamzika lakini bado sisi tunaendelea kukumbuka fikra. Leo ni yeye ametangulia, na huenda ameona kutengenezea mahali pazuri tutakapofika tupokee, lakini tunashukuru Mungu kwamba kwa kweli ameitumikia taifa hili kwa kiwango cha juu sana na heshima kubwa kwa umri wako na umahiri katika tasnia hii ya habari, maswala ya utangazaji, wamepita watu wengi sana mikononi mwako, wengi kwa maana ya hawa ambao wako kwenye tasnia hii ya habari na utangazaji, nini unakiona ama ulikiona kilikuwa ni cha tofauti kati ya hawa wengi waliopita na, na, na Chazi